Bana, mambo vipi Tanzania? Mambo vipi ladies and gentlemen? Leo bana, tumekutana na mtu mzima eh, very unique man ambaye atapata nafasi atatwambia anaitwa nani, lakini mara baada tu ya kutwambia anaitwa nani. Na leo bana, tutakuwa tunakomana vitu vyake, ubaridi wake na nini na vile ambavyo ameyapia. Eh bana, mambo vipi? Kama kama ni kama kawaida kwa ema. Ha, hakika sana ha, sana e, bwana kusema kweli, mimi ni mekubali harakati, sunajua, e, sahi sahi sahi harakati, nimekubali moja kwa moja tusipoteze muda oh. E, sawa nataki tujue bwana, si unajua ndiyo ndiyo kutoka juu paka chini mikoleo yake imekaje? Sasa hapa tunachofanya e, e, tuanze juu <laughs> maana naona yengo zimekamilika <laughs> azo bwana? e, sahi naziona yengo zimekamilika. Vipi uzingatiaje kichwa, nimekaaje? Okay, hapa kuna mwanangu mmoja yupo zake chamanzi hapo yeah, ndo anafanya mazingira kama mazingira club na kila kitu kama yeah. e, e, kama kama 25 e. Kama 25 hivi da, mambo yamekaa unyama kabisa yeah. Tuje kwenye glass, glass sasa mambo ya glass na nini e. Mwanangu mwanangu um, mwanangu manige, sio sio sio sio sawa, mara zimemwaga hizo lenzi ya kutosha yenyewe asasaana, yaani umepoa kinyamwezi mwanangu hii mwanangu sobe kubwa kumina tano kumina tano. mambo ni mambo tunakuja kwenye white unajua uh, white. Eh, white uh, i huko yeah, na uzaga mwenye China plaza mwanangu China plaza China plaza. China plaza lakini yeah. no, kumina tano, tu kumina tano, kumina tano, mambo of course ah, pesa nyingi sana Of course. of course course eh, mana tuje kwenye ukoti sasa hapa. Sasa hapa ndo hatari mm. Ndo hii hii mwanangu sama, ni mwanangu samani yake ataongea tu na mwanashiria mwanashiria wangu wangu kwa kwa kwa kwa kwa kwa sababu kaongea mambo kwamba watu wanaweza, atazungumzia kwanza kwanza timamu, yeah, yeah, yangu, <laughs> yeah. Yeah, inauzwa, kwanza unapima, una akili akili timamu timamu kabla yani yani, sawa sawa, unapimwa ndipo hizo zinauzwa, uzito uzito uzito, inauzwa inapimwa gramu ngapi, pesa nyingi nilichukua daniu wapi, daniu Lazima ngoja tufanye approximation tukadilie sawa. Hii bwana, tukadilia mwanangu, hii inafika kama dola 1000 1000 1000 kama kama kama dola kama dola kama dola, hela nyingi hey, sana. Kama dola, hela nyingi, nyingi Chuma sana. Sawa, hii hii, ngoja tuendelee kushuka bwana kwenye katrauza

Nashuka mpaka mwisho. Hii hii bwana wa wa wa wa ni 3 3. 3 lakini sihitaji wa 3 mimi nitoa wa 4 kwa sababu hii yeah. Sio za duka. Hii kuna kuna mtu special anatengeneza ipo za Kembea. Iko za Kembea. Za Kembea. Kwa maana yake Uganda nitumiaga mbibu ndio nakupokea. Ndio nakupokea mziki. Unaona mazingira. Eh, bana, hii mwanangu 125. Umeelewa? 125. Ah, licha manauli cha kila kitu, sasa tupige nauli. Ila 125.

Unapenda Pesa. Money is first one, maniga. Sasa unafanya nini ili upate pesa? Tofauti na kwamba ki design unapata pesa ni kazi gani nyingine unaweza ukafanya ikakupa pesa? Kwa sababu maniga, umri uliofikia sasa pesa ya salary hazitoshi, hazitoshi. Itafanya kila mbinu ili tumiliki pesa cha msingi tupate pesa. Money is talk, maniga. Bila kujali ni mbinu gani. Sahi, sahi, sahi. Tuendelee tulipoishia. Ebana tumeona lingi hapa, unajua?